Ukraini imeanzisha mashambulizi ya ndege zisizo na rubani iliyolenga Moscow kwa usiku wa pili mfululizo. Shirika la uangalizi la Urusi Rosaviatsia katika mtandao wa Telegram limesema viwanja vyote vinne vya ndege vikubwa katika mji mkuu vimefungwa kwa muda ili kuhakikisha usalama. Meya wa Moscow Sergei Soyanin amesema kwenye mitandao ya kijamii, takriban ndege 19 zisizo na rubani za Ukraine kabla ya kufika mjini kutoka pande tofauti, lakini baadhi ya vifusi vimetua kwenye moja ya barabara kuu za kuingia mjini ingawa hakuna majeruhi. Ukraine bado haijasema chochote, lakini meya wa Kharkiv amesema Urusi pia imefanya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani katika mji huo usiku kucha na pia eneo la Kiev. Pamoja na huko Moscow, magavana wa miji mingine ya Urusi pamoja na Penza na Voronezh pia wamesema walikuwa wakilengwa na ndege zisizo na rubani usiku wa Jumanne. Ni usiku wa pili mfululizo ambapo Urusi imeripoti shambulio la ndege zisizo na rubani siku ya Jumatatu Wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa imeharibu ndege 26 za Ukraine usiku kucha. Tangu operation maalum ya Urusi nchini Ukraine zaidi ya miaka mitatu iliyopita, Kiev imeanzisha mashambulizi kadhaa ya ndege zisizo na rubani mjini Moscow. Shambulio lake kubwa zaidi mwezi Machi liliua watu watatu. Hii ni TMC News Update kimataifa. Mimi ni Samuel Andrew.